Babu mjukuu wangu siku nyingi, yaani ikasema ngoja nipitie hapa nikusalimie, kweli jamani. Kwa hiyo babu ukokota maari maye, babu yako ya sio yule unamfikiria wewe. Mimi nimechoka, lakini sijachoka hivyo. Na mimi babu yako ya unavyoniona hapa mimi mi napigani vinane eh. Yani, babu, mimi nikwambie ukweli, mi siu, yaani kitendo tu cha kuniambia nitoke pale mpaka hapa huwezi kuweza vitoto sa hivi kidogo. Nyinyi mmekula mablo ila haya na nguvu, vitu vya asili vyote umenitupa mjukuu wangu na voko nawe, nakumbuka bale baba yako alitaka kuto mimba yako, nikamwambia mwanangu, mimi usimtoe. Mama yako alikuwa tumbo linamuma kila muda. Kimtokacho mtu kimemtoka mjukuu wangu. Baba, umekuletea zaidi kidogo, tunaomba uipokee maana. Asante, nimefaa leo mimi. Pia ni nimekuja tu hapo kidogo, maana nimeacha wenzangu hapo kwao, nimekuletea tu afu, labda nitarudi baadaye, wala usijali, kaa hapo sasa, nisubiri kuchimbe chimbe kianze kidogo. Mwende jamani, basi utanikuta pale, nenda mjukuu, haya sasa.